Wakati wa kufunguliwa, wakati wa kuwekwa huru, wakati wa kuvuna baraka zako umewadia. Ni siku tatu za mabadiliko, maombezi, uponyaji, kufunguliwa. Na mtumishi wa Mungu Mwalimu Christopher Kajituel amekuandalia siku tatu za mabadiliko, kuanzia tarehe thelathini ya mwezi Mei hadi tarehe moja Juni elfu mbili na ishirini na tano. Matayo sura ishirini na nane mstari wa kumi na tisa ni wakati wa maombezi, uponyaji, kufungu Itakuwa mubashara kupitia funguliwa, itakuwa mubashara kupitia TV yako pendwa TZ Gospel TV. Ambia ndugu jamaa na marafiki wasogelee, wasogelee TV yako pendwa. Na siku ya kwanza ya semina hii, ye Bwana, tunasambaratisha sasa kazi zao, tunasambaratisha sasa kwa damu ya Yesu, tunasambaratisha chochote ambacho kimesimamishwa katika ulimwengu wa roho kinyume na mafanikio ya ibada ya siku ya leo, kinyume na mafanikio ya Kwa jina la Yesu. Tunaharibu sasa kwa jina la Yesu, tunaharibu sasa kwa damu ya Yesu, tunasambaratisha tunasambaratisha kila upinzani, kila upinzani, kila upinzani ulioandaliwa ambao umepikwa katika ulimwengu wa roho kinyume na ibada ya jioni ya leo, kinyume na ibada ya jioni ya leo, tunaharibu kwa damu ya Yesu, tunasambaratisha kwa damu ya Yesu, tunasambaratisha kwa damu ya Yesu, kila uharibifu ambao umeajiliwa, kila uharibifu ulioajiliwa, tunasambaratisha, tunasambaratisha kwa damu ya Yesu tunasambaratisha, kwa damu ya Yesu, tunasambaratisha kwa damu ya Yesu, tunasambaratisha kwa damu ya Yesu tunasambaratisha sasa chochote ambacho kimeandaliwa, kila upinzani wa kuzimu, kila upinzani wa shetani, tunawaangamiza kwa damu ya Yesu tunawaangamiza kwa damu ya Yesu, tunawaangamiza kwa damu ya Yesu, tunasambaratisha sasa na usambaratisha sasa kila usambaratisha sasa, kila upinzani, kila uzito kwenye ibada ya jioni ya leo tunaharibu sasa kwa moto, tunaharibu sasa kwa moto, tunaharibu kwa jina la Yesu, tunaharibu kwa jina la Yesu, tunaharibu kwa jina la Yesu, tunaharibu sasa, tunaharibu sasa, tunasambaratisha tuna tunasambaratisha, tunaangusha mapando ya kuzimu yote yaliyopandwa, yaliyosimamishwa, yaliyosimamishwa, maneno yote, maneno hizo yote yote ambayo yameachiliwa katika ulimwengu a kutambia ya leo, tunaharibu sasa. Chochote ambacho kimeachiliwa jioni ya leo, tunakiharibu kwa damu ya Yesu, tunasambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo katika au linasema Baba, katika jina la Yesu, usababisha roho wako mtakatifu awatawale Mighty Eagles Worship Team, watuongoze katika kushukuru, kusifu na kuabudu kama vile upendavyo katika semina yetu, nawekakodima Mungu, roho wa Mungu akawatawale na akawatumie watakapotuongoza katika kusifu, kuabudu na kumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaita nguvu zako zikawashukie tena jioni ya leo maitigoze Bwana waimbaji na wapigaji, tunaomba Roho Mtakatifu ukawatawale tunaomba Roho Mtakatifu ukawatawale tunaomba Roho Mtakatifu ukawatawale Roho Mtakatifu ukawatawale tena Roho wa Mungu ukawabebe tena Roho wa Bwana ukawaongoze tena Roho Mtakatifu ukawaongoze tena Roho Mtakatifu ukawabebe tena ukawaachilia ukawaachilie nguvu yako ukaachilia nguvu yako Bwana ukaachilia nguvu yako juu yao ukaachilia nguvu yako juu ya waimbaji ukaachilia nguvu yako juu ya wapigaji katika jina la Yesu, kila ambalo Mungu anaenda kufanyika kupitia wao Bwana likafanyike kwa msaada wako Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Nyimbo zao Roho Bwana zikahuishwe na wewe Mungu zikahuishwe na nguvu zako zikahuishwe na upako wako nguvu zako Roho Mtakatifu nguvu yako Roho Mungu nguvu yako Roho Bwana nguvu yako Roho Mtakatifu ikawashukie sasa ikawa chukie sasa Bwana ikawashukie sasa Bwana, upako wako Mungu ukawashukie ukawashukie tena, kwa ajili ya utumishi, kwa ajili ya utumishi, kwa ajili ya kutumika kwenye madhabahu yako tena jioni ya leo. Roho Mtakatifu kawatumie, Roho Mtakatifu kawatumie, Roho Mtakatifu kawatumie katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu kawatumie katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu kawatumie kawatumie, e eh Bwana kawatumie, e eh Bwana, kama vile kupendezavyo Mungu, kama kama vile kupendezavyo Bwana, kama vile kupendezavyo Mungu, watakapopaza sauti kukusifu Bwana Mungu kashuke, Mungu kaonekane, Mungu kashuke, Mungu kashuke jioni ya leo, jioni ya leo kupitia sauti zao, kupitia nyimbo zao, Bwana ukashuke, Bwana, ukashuke, Bwana, ukashuke, Bwana, ukashuke, Bwana ukashuke, kuhudumia watu wako tena. Wingu lako Bwana likashuke hapa paza sauti kukusifu na kukuabudu wingu lako Jehova, wingu lako Jehova, wingu lako la nguvu, wingu lako la utukufu likashuke mahali hapa, wingu lako la utukufu likashuke mahali hapa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, ukashuke kuwatumia, Bwana ukashuke kuwatumia, kawapake mafuta tena Bwana, jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo.

sasrkadaaskllase arikalala yasemabama katika jina la Yesu Kristo tunaomba, Amen. Yohana 17 mstari wa 19. Na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe ili kwa hao watakaswe katika kweli. Tumwombe Baba katika jina la Yesu, tunaweka wakfu mikononi mwako neno la semina hii likafanye matokeo ya asilimia mia moja. Haleluya, mimi nataka kupokea asilimia mia moja, sijui wewe na Mungu anajibu haja ya moyo wako. Kutumbe kwa tuombe kwa uaminifu Baba, katika jina la Yesu. yesima, yesima, mama e Bwana, neno lako la linasema wewe huangalia haja za mioyo Baba sirana, yo, na leo yo, na leo Bwana, haja ya mioyo yetu ni kuona neno lako la linaleta matokeo asilimia mia moja katika jina la Yesu. Neno lako la linasema Isaya 55, mstari wa 10 na 11 lako huwa unapotuma neno ni kwamba Bwana neno lako likakuzalie matunda, nilete matokeo asilimia mia moja kwa tulioko hapa katika jina la Yesu lilete matokeo asilimia mia moja kwa wale walioko nyumbani katika jina la Yesu. hamandrika lalaas lalyase lile wingu lililoko hapa Bwana, lile wingu lililoko hapa Bwana, tunaliachilia kwenye lumwengu aza kwa jina la Yesu. The same power, nguvu ile iliyomfufua Kristo katika jina la Yesu ipite kwenye mawimbi, kwenye mawimbi, in the airwaves in the name of Jesus, ikakomboe ikafungwe Aweke huru wote walioonewa na adui katika na jina la Yesu, na siku ya leo ikawa siku ya mabadiliko ya maisha ya watu. Jibu kwa sababu tumeomba kwa jina la Yesu, ame sikia na kujibu, kwa sababu tumeongozwa na Roho. <coughs> Haleluya!